Leo mmenipa wakati mgumu sana kusimamia zoezi hili la uchaguzi, ametumia muda mwingi kuwaomba kuwaomba kuwaomba. Mwisho wa siku tumenikita, mda unazidi kwenda, sina mengi wala sitaki kuwachosha sana. Naomba nitangaze matokeo ya uchaguzi kama mlivyonipa ridhaa, wenye vitu wa vijiwe na nawagombea nisimamie kwa niaba ya mkoa wangu wa Mara. Mimi kama kaimu katibu mkuu mkoa wa Mara nimesimamia zoezi hili limeenda kwa ufanisi. Niwashukuru kwa wote kwa wenzano walioondoka na nyinyi mliobaki kufanikisha zoezi hili la upigaji kura. ni matokeo haya ni kile mlichokichagua nyinyi. Kwa kama kuna mtu ulimpendelea atashinda, ulikuwa unajiaminisha atashinda, ameshindwa, upokee matokeo. Matokeo ya ujumbe wajumbe wa wakilishi ngazi ya wilaya ni Sabato Amos na Jeremia Joseph, naomba msimame, hao ndo wajumbe wa wakilishi. Wa katibu wa maafa ni Dickson Christopher aka Kosovo, msaidizi wake ni Joseph Silvanus. Mwenyekiti wa maafa alikuwa ni mmoja Francis Busese. makamanda kamanda msaidizi ni Magesa Joeli. Kamanda mkuu ni Juma Range. Nizamu ilikuwa na mtu mmoja ambaye ni Amos Alex, huyo ndo mtu wetu wa nizamu. Muhasibu wa wilaya ni Joseph Kichogo. Katibu Mkuu wa wilaya yetu. Katibu Mkuu msaidizi ni Mwita Mandevu. Katibu Mkuu wetu wa wilaya kwa matokeo ni Samora Chacha. Naomba nisome matokeo ya uchaguzi wa mwenyekiti kama yafuatavyo. Tulikuwa tunawagombea sita, lakini tunasikitika kwa changamoto iliyojitokeza, lakini bado haikudhuru matokeo ya uchaguzi. Wagombea walikuwa sita na matokeo ni kama ifuatavyo. Mgombea aliyekuwa na namba nne ya upigaji wa kura alikuwa ni ndugu Mbundi Makanya. Mbundi amepata kura moja, tumpongeze. Mgombea aliyekuwa na namba mbili namba ya kupiga kura Aidan Nelson amepata kura nane. Mgombea aliyekuwa na namba sita, ambao wakati tunagawa namba zetu za kura alipewa namba tisa, atuia razi kwa hilo, anaitwa Mwera Pius. Marwa amepata kura tisa. Mgombea <laughs> <laughs> anayefuata alikuwa na nambari tatu ya upigaji wa kura, ambaye ni ndugu Pasco Mnene Joseph, katibu wetu mkuu wa michezo amepata kura arobaini na moja. Mgombea anayefuata ni ndugu mwenye namba tano ambaye ni ndugu Bidas Mchama Makaranga amepata kura 45. Mgombea aliyekuwa na nambari moja ya namba ya upigaji wa kura ambaye ndiye mshindi wetu wa matokeo ya jumla ya wapiga kura, ndugu Samueli Marwa Kigoro amepata kura mia moja sabini na mbili. kama msimamizi wa uchaguzi natangaza, matokeo haya ni halali, na mtangaza ndugu Samuel kuwa mwenyekiti wa wilaya ya Tarime na ndugu Nchama Didas Makaranga kuwa makamu mwenyekiti wa wilaya ya Tarime.